Jamani jamani, ningependa kuwakumbusha jamani, Kiboke tupo ndani ya Arusha. Arusha kumenoga jamani, na pavement za kisasa. Sasa hii nakukumbusha kwamba Kiboke tupo kila mahali, kila pembe ya nchi, kuhakikisha kila Mtanzania ananufaika na ujenzi wetu wa pavement za kisasa zenye gharama nafuu sana. Sasa hebu nikuibie siri moja, huu mteja wetu kutoka Arusha bwana amejenga kwa shilingi elfu kumi tu kwa siku ya meta moja. Yaani, yani tunamaanisha kwamba tumemwondolea nauli, tumemwondolea gharama yoyote ile ambayo inapaswa atoe, mpaka tunamfikia eneo husika mpaka kumfanyia kazi. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana kwa wewe mkazi wa mkoani. Jamani, elfu kumi tu inakufuata popote pale ulipo kuja kukujengea hizi pavement za kisasa enye gharama nafuu pia. Hausumbuki na kuotea majani kabisa kwenye nyumba yako. Karibu ujenge nasi, uepukane na matope ndani ya nyumba yako, upate kitu kilichokopo bora kwa ujenzi wa kisasa Tanzania.